Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu ripota wako wa nguvu Millard Ayo hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Eh bwana, sikuwahi kujua kama kuna watanzania wamewasogezea watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa, tembea na mimi tuone moja moja, moja, jinsi ambavyo inakuwa. ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu kiukweli siwezi kumaliza gorofa zote nne kukuonesha kila kitu kwa sasa cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pug Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado Mheshimiwa waziri mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Bam International kutoka nchini Uholanzi na gharama ya mradi ni euro milioni 254,863,033 sawa na shilingi bilioni 5 na 60. Awamu ya kwanza gharama yake ni euro milioni 133,228,145 na awamu ya pili ya mradi huu ni milioni 121,634,888. Aidha, Mheshimiwa Waziri, mkataba wa mradi huu ulisainiwa mwezi Aprili 18, 2013. Fedha za ujenzi wa mradi huu <coughs> ni mkopo kutoka HSBC Bank euro milioni 113,243,923 na serikali euro milioni 26,645,629. Mheshimiwa Waziri, kazi zilizofanyika katika mradi kwa sasa, mradi huu unahusisha ujenzi wa jengo la tatu la abiria pamoja na miundombinu yake lenye ukubwa wa mita za mraba 60,000 na uwezo wa kuhudumia abiria milioni sita kwa mwaka, na kazi ambazo zitajumuisha kazi zifuatazo: ujenzi wa eneo la maegesho ya ndege na viungio vyake yenye eneo la mita za mraba 227,000 ambalo lina uwezo wa kuegesha ndege 21 kwa wakati mmoja. Usimikaji wa madaraja ya kupanda na kushuka ndege au passenger boarding bridges 13. Ujenzi wa maegesho ya magari yenye uwezo wa kuegesha magari elfu mbili na sabini na tano kwa wakati mmoja ambao una sehemu sita za maegesho ya magari kama ifuatavyo barabara za kuingia na kutoka eneo la jengo zenye urefu wa kilomita 1.8, na ujenzi wa uzio wa usalama, ujenzi wa mifumo ya maji ya mvua na maji taka, ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita milioni 2.26 mbili mbili, ujenzi wa kituo kikubwa cha umeme cha 33 kV substation. Usimikaji wa lifti 14 na, na iskeleta 9 usimikaji wa jenereta za kufua na kusambaza umeme jengoni saba zenye uwezo wa KVA 2000 kila moja. Ujenzi wa mifumo ya kujaza mafuta kwenye ndege au fuel hydrant systems, huweka mifumo yote ya mawasiliano na usalama jengoni. Kwa ujumla, miundombinu ya jengo hili itakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 2800 kwa saa na linaweza kuegesha ndege kubwa duniani kwa sasa ya aina ya Airbus 380. Kazi zilizokwisha fanyika, zilizo fanyika hadi sasa, Mheshimiwa Waziri, hadi kufikia Januari F 2017, utekelezaji wa kazi zote umefikia asilimia 66 ambapo kazi zinazoendelea ni kuezeka na kumalizia kazi za ndani ya jengo ikiwemo kusimamia mitambo ya ume, kusimika mitambo ya umeme viyoyozi na uta, uta ndazaji wa nyaya na mabomba kwa ajili ya miundo mbinu ya ndani ya jengo. Kazi zilizokamilika hadi kufikia Januari 2017 ni kama ifuatavyo: kuwezeka kazi ya jengo ni asilimia 66, ambazo ni kuwezeka sehemu ya jengo na kuanza kutua hatua za kukamilisha kwa kupaka rangi na kuweka sakafu. Kazi za nje ya jengo upande wa maegesho ya gari kwa sasa zimefikia asilimia 36, ambazo ni kazi ya maegesho ya ndege na barabara za kuingia na kutoka, ujenzi wa mifumo ya maji ya mvua na maji taka, ufungaji wa taa kwenye maegesho na pia kuanza kwa upakaji, upandaji wa maua na miti au landscaping. Kazi za nje ya jengo, Mheshimiwa Waziri au Airside external works zimefikia asilimia 53 kwa sasa, ambazo ni kazi ya ujenzi wa maegesho ya ndege awamu ya kwanza ambazo zimekamilika. Kazi za awamu ya pili zipo hatua ya tabaka la pili, ujenzi wa barabara za viungio kuingia na kutoka kwenye maegesho ya ndege, usimikaji wa vivuko vya abiria, vivuko vitano kati ya kumi na tatu vimekamilika ujenzi wa miundombinu ya maji ya mvua drainage systems, kazi za barabara au access road za kuingia na kutoka kiwanjani, ujenzi wa maeneo ya kuegesha vifaa vya kuhudumia ndege au ground support equipment. Mheshimiwa, kazi za ujenzi wa mifumo ya kujaza mafuta kwenye ndege umekamilika kwa asilimia hamsini, ambazo ni kazi za awamu ya kwanza ambazo tayari zishakamilika. Kazi za awamu ya pili vifaa vimefika na vinatarajia kufungwa. Kazi za mitambo ya umeme zimekamilika kwa asilimia 46, ambazo zinahusisha standby generator ambazo tayari nne zimefungwa kati ya hizo saba. Usimikaji wa mifumo ya kupoza hewa air handling unit 11 kati ya 13 umekamilika. Kazi zilizobaki ili kukamilisha mradi ni kama ifuatavyo: kukamilisha kuwezeka jengo, kukamilisha usimikaji wa mifumo ya umeme, usalama, maji, zimamoto na dharura, kusimika jenereta tatu zilizobaki na kuweka mifumo ya usalama na uendeshaji, pamoja na mifumo maalum ndani ya jengo au airport special systems. Usimikaji wa mifumo ya kupoza hewa cooling systems, upandaji wa maua na miti kujenga kituo kikubwa cha umeme cha 33 kV, kukamilisha maegesho ya ndege na magari, kukamilisha usimikaji wa lifti 14, eskeleta 9, na raveleta, madaraja ya kupanda na kushuka kwenye ndege au passenger boarding bridges, kukamilisha ujenzi wa mifumo ya kujaza mafuta kwenye ndege, kukamilisha kazi za ndani ya jengo ikiwemo viti vya abiria, meza na uhakiki wa abiria na counter finishing works, weka vifaa vya ukaguzi wa abiria na mizigo screening equipment, kufunga mfumo wa ukaguzi wa mizigo mizito ambayo abiria haruhusiwi kuingia nayo ndani ya ndege. Mradi huu kama ilivyo miradi mingine, unakabiliwa na changamoto za fedha za kukamilisha mradi na fedha za kulipia kodi ya ongezeko la VAT ambayo serikali iliahidi kulipa. Changamoto za mradi zimenyambulishwa kama ifuatavyo: moja, kuchelewa kupatikana kwa fedha za kukamilisha mradi. Fedha za kukamilisha mradi kiasi cha euro milioni 121.6 bado hazijapatikana. Serikali kupitia wizara ya fedha na mipango iliahidi kukamilisha taratibu za upatikanaji wa fedha hizi mapema. Pia mheshimiwa, kuna swala la msamaha wa kodi. Kwa mujibu wa mkataba vifaa vya ujenzi kwa ajili ya mradi huu vimesamehewa kodi ya ongezeko la thamati, thamani au VAT. Hata hivyo, sheria mpya ya kodi ya ongezeko la thamani ilifuta msamaha huu na hivyo serikali ikaamua kulipa. Changamoto kubwa ni kuwa malipo haya yanachelewa na kusababisha vifaa kukwama bandarini. Hadi kufikia tarehe 19 Januari 2017 malipo ya hundi za hasina, za hazina au TVC kiasi cha shilingi milioni 1,363,819,347 kinatakiwa ili kulipia vifaa vya ujenzi ambavyo vimekwama bandarini. Kati ya fedha hizi shilingi milioni 9 na milioni mia tisa sitini mia moja hamsini na tatu elfu mia mbili hamsini na nane zinatakiwa kwa ajili ya kulipia vifaa maalum vya usalama vya ukaguzi wa abiria ambavyo vinatakiwa visiathiriwe na joto. Hali hii ya vifaa kuchelewa kutoka inasababisha kuongeza gharama za mradi pamoja na kuchelewesha kazi zilizopangwa kufanyika. Vilevile hali hii inaweza kusababisha uharibifu wa vifaa ambavyo itabidi Serikali kuvilipia pindi vitakapotokea uharibifu huo. Wizara ya Fedha na Mipango iliahidi kupata ufumbuzi wa tatizo hili. Mheshimiwa, kuchelewa pia kuongeza muda wa matangazo ya serikali ya msamaha wa kodi GN, kama ilivyoonyeshwa hapo chini, ni kwamba GN 41 msamaha wa mafuta GN 42, exercise remission, na GN 259, GN 260 na GN 261 zinazohusiana na kodi ya mapato zote muda wake umeisha. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano iliandikia Wizara ya Fedha na hadi leo bado GN hizi muda wake haujaongezwa. Kwa kumalizia, Mheshimiwa waziri kamilika kwa mradi huu utalifanya utafanya kiwanja hiki kuwa miongoni mwa viwanja vya ndege bora duniani na hivyo kuvutia mashirika ya ndege na kukuza uchumi wa taifa. Kwa kweli, iko haja kubwa sasa ya kuhakikisha kwamba jengo hili la abiria linamalizika haraka iwezekanavyo. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mkopo, lakini awamu ya pili serikali tumesema hatutachukua mkopo, tutalipa kwa pesa zetu za kitanzania kutoka serikalini, na utaratibu huu sio mgeni. Tuna miradi mingi hapa Tanzania, hasa kwenye sekta ya barabara ambayo inajengwa kwa kutumia pesa za ndani. Kwa vile uwanja huu tutaujenga kwa kutumia pesa za ndani, utaratibu uko wazi kabisa. Linalotakiwa, mkandarasi anafanya kazi, akishamaliza kazi fulani analeta serikalini certificate za malipo kwanza. Kwa mfano sasa hivi ana certificate za wame wametengeneza, zinaanzia hapa kwa consultant, ikitoka kwa consultant inakuja kwa project manager, ikitoka kwa project manager certificate zinakuja kwa mkuu wa TAA, ikitoka hapo inakuja wizarani, wizarani inapeleka serikalini, nalipwa kwa vile huu taratibu upo na umetumika TANROADS na barabara nyingi zinajengwa kwa kupitia utaratibu uta huu, kwa vile sio jambo geni ambalo watu wanauliza kwa nini sahamu kuchukua mkopo, kiwanja cha ndege hakitaweza kujengwa. Sio sahihi, kiwanja cha ndege kitajengwa ili kuhakikisha kwamba sasa viwanja vyetu vya ndege hivi vinakuwa vizuri na tunaweza kuwahudumia Watanzania wengi. Huu sio mradi mmoja tu, tuna takriban miradi 13 ya kujenga viwanja vya ndege mbalimbali hapa Tanzania. Tunajenga Dar es Salaam, tunajenga Mwanza, tunajenga Kilimanjaro kia pale e, tunajenga Songwe kwenye jengo Songwe kule Mbeya. Tunajenga e, tuna mradi saa wa kujenga Sumbawanga, Shinyanga, Kigoma, Tabora na vingine vingi. Kwa vile serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba viwanja vyetu vyote vya ndege vina miundo mbinu ya kisasa, tumeamua kufufua shirika la ndege lakini kama unafufua shirika la ndege bila ya kuwa na viwanja vya ndege bora haina maana kwa vile tumeamua kufanya mambo yote kwa wakati mmoja tunafufua shirika la ndege la ya Tanzania wakati huo huo tunajenga miundombinu ya kisasa kwenye viwanja vyetu vya ndege kama mlivyoona nyote leo kiwanja ndege hichi itapomalizika au jengo hili la abiria litapomalizika litakuwa ni jengo la kisasa jengo kubwa, urefu wake takriban nusu kilomita. Kama mlivyoona, mna mitambo mbalimbali na vifaa mbalimbali vya kisasa. Tunaamini litapomalizika, litakuwa ni moja kati ya jengo bora katika nchi za Afrika Mashariki na kati. Tunategemea kwamba jengo hili litamalizika itapofika mwisho wa mwezi wa Disemba. Serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunamlipa mkandarasi kila atapoleta certificate ya malipo, tutamlipa ili kazi isisimame, tukalipia vifaa vya awamu ya kwanza vikatoka, na hivi viliyopo sasa hivi tutalipia ili viweze kutoka ili mradi usisimame.